Rwanda yavunja mahusiano ya kidiplomasia na Ubelgiji. Serikali ya Rwanda imetangaza rasmi tarehe 17 Machi 2025 kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na Ubelgiji, uamuzi uliotekelezwa mara moja. Taarifa ya uamuzi huo imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa ya Rwanda ikieleza kuwa uamuzi huu umechukuliwa baada ya kuzingatia sababu kadhaa zinazohusiana na juhudi za Ubelgiji kudumisha dhana za kikoloni ambazo Rwanda inaziona kama kikwazo kwa amani na usalama wa kanda. Serikali ya Rwanda imesema kuwa uamuzi huu unalenga kukabiliana na msimamo wa Ubelgiji, ambayo imekuwa ikidhoofisha Rwanda hasa katika mgogoro unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC, ambapo Ubelgiji ina historia ndefu ya kuingilia masuala ya ndani ya Rwanda. Katika taarifa hiyo, Rwanda imesema kuwa Ubelgiji imechukua upande katika mgogoro wa kieneo na kuendelea kutumia mbinu za upotoshaji ili kudumisha picha ya uhamasa dhidi ya Rwanda na kujaribu kudhoofisha usalama na utulivu wa nchi na kanda nzima. Rwanda imekumbusha pia jukumu la kihistoria la Ubelgiji katika kuchochea kabila katika kuchochea ukabila na ubaguzi jambo lililosababisha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusu. Serikali ya Rwanda imesema kuwa Ubelgiji imeruhusu makundi yanayopinga ukweli kuhusu kimbari kuendeleza itikadi za mauaji na kimbari katika ardhi yake. Serikali ya Rwanda imetangaza kuwa uamuzi huu ni hatua ya kulinda maslahi ya kitaifa, heshima ya Wanyarwanda na misingi ya uhuru, amani na heshima ya pande zote. Aidha, Rwanda imetoa agizo kwa wanadiplomasia wote wa Ubelgiji walioko nchini Rwanda kuondoka ndani ya masaa 48 kama ilivyoainishwa katika mkataba wa Vienna. Kwa upande mwingine Rwanda imeahidi kuhakikisha ulinzi wa majengo, mali na kumbukumbu za ujumbe wa kidiplomasia wa Ubelgiji mjini Kigali kwa mujibu wa makubaliano ya kimataifa. Hatua ya Rwanda kuvunja mahusiano ya kidiplomasia imekuja baada ya Rwanda na Ubelgiji kuvutana mara kadhaa siku za hivi karibuni na hata jana tarehe kumi na saba mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 Ambapo Rais Kagame wa Rwanda kwa mara nyingine tena ameamuru Belgiji kuichonganisha Rwanda na mataifa mengine hasa ya Afrika na kuahidi kwamba sasa iko tayari kukabiliana na nchi hiyo ya Ulaya. Rais Kagame kwa mara nyingine tena ameamuru Ubelgiji kuichonganisha Rwanda na mataifa mengine lakini akiahidi kuwa sasa iko tayari kukabiliana na nchi hiyo ya Ulaya. Rais Paul Kagame ameyasema hayo mjini Kigali katika ukumbi wa BK Arena ambapo zaidi ya watu elfu nane walihudhuria tukio hilo. Hotuba hiyo ilirushwa moja kwa moja katika vyombo vyote maarufu vya habari na katika mitandao ya kijamii nchini Rwanda. Rais Kagame amesema bila kigugumizi kwamba nchi ya Ubelgiji ambayo ni mkoloni wa zamani wa Rwanda na Kongo imekuwa mstari wa mbele kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuiwekewa vikwazo Rwanda, wakati nchi hiyo hiyo ya Ulaya ikiwa ndio kiini cha mzozo wa maziwa makuu. Tangu enzi za ukoloni, Ubelgiji umeua raia wa Rwanda kwa miaka mingi zaidi ya historia hii ya miaka 30 mnayojua. Wametuua siku zote, kila mara wamekwenda na kurudi. Tumewaonya miaka mingi, na sasa tunakwenda kuwaonya tena, sasa, alisema Kagame. Mataifa makubwa ulimwenguni yanajiandaa kuiwekea vikwazo zaidi nchini Rwanda kwa shutuma za kulisaidia kundi la M23 linalopigana mashariki mwa Congo. Rais Paul Kagame wa Rwanda amewatahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo hivyo. Hotuba hii ambayo ilionekana kufafanua kiini cha mzozo wa Mashariki mwa Kongo kwa wananchi imekuja wakati wimbi la vikwazo dhidi ya Rwanda kutoka mataifa makubwa ikiendelea kurindima kutokana na shutuma kwamba Rwanda inasaidiana na kundi la M23 ambalo linaendelea kuyateka maeneo makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka majeshi ya serikali. Rais Kagame akizungumzwa kwa uchungu lugha za Kinyarwanda, Kiingereza na Kiswahili, amesema Uberigiji ndiyo iko mstari wa mbele kuhamasisha mataifa makubwa kuiwekewa vikwazo Rwanda. Akasema Uberigiji na nchi nyingine za Ulaya ndio zinapaswa kuwekwa vikwazo kutokana na kile ye yeye anasema ni nafasi yao katika kuiharibu eneo la maziwa makuu vikwazo baada ya vikwazo. Hata wale ambao wanahusika na tatizo hili wao pia wanaomba vikwazo dhidi yetu. Ni ajabu. Kuna hata wakati mwingine unamuuliza mtu kwa nini mnataka kutuwekea vikwazo, na kwa ajabu anajibu kuwa hajui kwa nini, lakini kwamba anafanya hivyo kwa sababu Ubelgiji umewaomba wafanye hivyo. Vikwazo dhidi ya Rwanda, nchi za Ulaya, Marekani na jumuiya ya nchi saba zinazoenuka kiuchumi ulimwenguni maarufu kama G7 zote zimeshatangaza kuwa zinajiandaa kuiwekewa vikwazo Rwanda. Lakini sasa miito na kauli hizo kutoka mataifa makubwa zinaonekana kufanya Rais Paul Kagame kuandaa na Wanyarwanda dhidi ya athari zinazowasubiri ikiwa mvua vikwazo itaanza kunyesha kikamilifu. Rais Paul Kagame amelaani mataifa ya kigeni kufumbia macho serikali ya Kongo ambayo kwa kauli yake inaendelea kushikiria na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR ambao wanafanya mauaji mchana kweupe dhidi ya raia wa Kitusi mashariki mwa DRC huku jamii ya kimataifa ikifumba macho kama ilivyowafanya nchi ya Rwanda mwaka 1994. Taarifa za vikwazo za zaidi dhidi ya Rwanda zimetangazwa sana baada ya nchi ya jumuiya SADC kutangaza wiki iliyopita kwamba itaondoa majeshi yake kutoka mashariki mwa Kongo, hali ambayo ilifuatiwa na serikali ya Kinshasa kutangaza kuwa sasa imekubali mazungumzo na waasi wa M23 mjini Rwanda, Angola. Hata hivyo haujulikani mstakabali wa mzozo huu wa Kongo kutokana na watu wa M23 kuendelea hadi sasa kuyatoa maeneo mengi licha ya serikali ya Kinshasa kukubali mazungumzo ya kuleta amani na mataifa makubwa kuendelea kushinikiza Rwanda. Je, italeta suluhu? Ni kitendawili ambacho inasalia kazi kukite